Juzi nilijenga hoja moja hivi, nikasema kwamba maelfu ya Watanzania waliotoka kuandamana tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kisha kupigwa risasi za vichwa na kuuawa kikatili kabisa na serikali yao wenyewe, walikuwa ni Watanzania maskini waliotoka kuandamana kwa kusukumwa na sababu za kimaskini, sababu za kiuchumi na sio sababu za kisiasa. Hapakuwa na political leadership katika yale maandamano, ilikuwa ni protest ya watanzania maskini ambao for years wameahidiwa maisha bora kwa kila Mtanzania na hiyo promise haijawahi kuwa delivered. Huu ndio uhalisia, unaweza ukaupinga vyovyote vile unavyotaka, lakini truth is truth and truth is is and incontrovertible. Hautaijeuza kwa porojo, ndio uhalisia uliopo. Kwa yeyote aliyepata fursa ya kupitia zile video clips ndogo ndogo za wale vijana waliopigwa risasi za kichwa kila mahali Tanzania utagundua kwamba ni vijana wadogo wadogo kabisa ambao hawazidi miaka ishirini na tano thelathini. Kundi kubwa, naweza nikasema zaidi ya asilimia tisini ni vijana wadogo wadogo ambao kati ya miaka ishirini mpaka miaka thelathini na tano hawazidi hapa. Mimi nilifanya kazi ya kukusanya zile video nyingi kadiri nilivyoweza na kuziweka kwenye folda moja kwenye Google Drive. Nimesha share hilo folda mara kibao, na hata ukienda kwenye akaunti yangu ya Twitter X nime upload hizi video, ziko nyingi sana. Ukijaribu kuangalia aina ya watu walio wawa kwa mamia na mamia na mamia, ni vijana wadogo wadogo, ni watu wazima wachache sana ambao wanaonekana kwenye zile video ni vijana wadogo wadogo wadogo wadogo wadogo. Sasa swali la msingi ambao tokwa ulijiulize ni hili, ni kwa nini ni vijana wadogo wadogo? Hapa sasa unarudi kwenye ile hoja yangu ambayo niliijenga juzi nikasema kwamba kwa miaka kibao population ya Tanzania imekuwa ikiongezeka kwa kasi ya ajabu mwaka elfu mbili na mbili tulikuwa tuna watanzania milioni 34 leo tunavyoongea tuna watanzania milioni sabini na moja plus tafsiri yake ni kwamba zaidi ya nusu ya watanzania waliopo leo hawakuwepo mwaka elfu mbili na mbili na ukiangalia sasa kwenye yale mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa na serikali ya tanzania utagundua kwamba wengi waliouawa kwa mwonekano wao ni hawa vijana waliozaliwa kati ya mwaka elfu mbili na mbili mpaka sasa. Ni hawa vijana ambao wamejaa mtaani ambao wana age range kati ya miaka ishirini mpaka thelathini na tano. Proportion ya hili kundi kwenye population ya Tanzania ni asilimia thelathini na tano. Ni zaidi ya moja ya tatu kwa hiyo tukichukua milioni sabini na moja tukagawanya kwa hii proportion sawa, thelathini na tano juu ya mia, utagundua kwamba zaidi ya watu milioni 25 Tanzania plus, kama sikosei, ndo hawa vijana wadogo wadogo. Sasa watafute hawa vijana katika shughuli za kiuchumi, ndio utaona uhalisia wa ile tatizo. Na ukirudi nyuma, kwa mfano ukajaribu kuangalia zile takwimu za za ajira kwenye sekta rasmi, na ninavyosema sekta rasmi namaanisha sekta ambayo watu wana uhakika wa kipato. Sizungumzii sekta, sizungumzii public sekta. nazungumzia sekta rasmi, hata kama mtu ana uhakika wa kipato cha shilingi mia, basi anauhakika kwamba kweli atapata shilingi mia, sekta rasmi. Now, population ya Tanzania mwaka 2002 ukiangalia takwimu tulikuwa watu milioni 34. Out of that watu ambao walikuwa ni economically active saa walikuwa ni watu milioni 17.8. Kati yao waliokuwa na ajira kwenye sekta rasmi mwaka elfu mbili na mbili walikuwa ni watu milioni moja. Okay? watu milioni moja kati ya watu milioni kumi na saba ambao walikuwa economically active walikuana. Ni muhimu hapa tukakumbuka context, okay? Mwaka elfu mbili na mbili wakati kundi kubwa sana la watanzania lilikuwa halina ajira rasmi, halipo kwenye sekta rasmi ya ajira, kulikuwa kuna justification, kulikuwa kuna hoja kwamba I say, kati ya watu milioni 17.8 ambao ni ambao ni economically active ni watu milioni moja tu wana ajira kwenye sekta rasmi, kwa sababu wao ndio wenye maarifa, wao ndio wenye skills. Nyie wengi bado ni illiterate. Okay? Kwa hiyo pambaneni, tuzidi kuongeza, kupata elimu, kupata maarifa, mkiweza kuwa na elimu na maarifa kama hawa, basi na nyie wengi wenu mtaingia <laughs> kwenye sekta rasmi. Okay? Kwa hiyo kulikuwa kuna justification mwaka elfu mbili na mbili na kurudi nyuma kwamba ise okay, wengi hawapo kwenye sekta rasmi kwa sababu ya suala la maarifa kwa sababu ya suala la elimu kwa sababu ya suala la ujuzi. Okay then baada ya mwaka elfu mbili na mbili tukaanza kuja na promise nyingi sana za maisha bora kwa kila Mtanzania, promise nyingi sana. Tukafungua shule za kata kwa wingi, tukachukua watoto kutoka kwa wazazi wao, tukasema kwamba asenyinye, wazazi wala msiangaike kufundisha watoto kilimo, wala msiangaike kufundisha watoto ufugaji, wala msiangaike kufu, kufundisha watoto kuhusu trade zozote za familia, tupeni sisi, sawa. Hii ni promise ya serikali, tupeni sisi hawa watoto, tutaenda kwa train, tutawapa formal education. Baada ya hapo wataingia kwenye soko la ajira, watakuwa na maisha bora, wataweza kujiajiri, wataweza kuajiriwa, wataweza kuongeza kipato, mtakuwa na maisha bora. Familia za Tanzania zilizokuwa kwenye tabu na mateso makubwa ya umaskini zikauza kila kidogo zilicho nacho, kila kidogo walicho kimiliki, wakasema kwamba tuchangia watoto waondoke, waende wakasome. Familia hizi zikaamua kufanya trade-off, zikasema kwamba okay, sisi hatutachukua jukumu la kuwatengeneza hawa watoto wetu ili wawe wakulima, ili wawe wafugaji, ili waweze kuparticipate kwenye economic activities ambazo tunazifanya sisi badala yake tunawaamini ninyi serikali, wachukueni hao watoto, nendeni mkawatunze kwenye hizo formal education centers mnazoziita shule, kwa, kwa kuamini kwamba baada ya hapo watakuwa na maisha bora, watakuwa na kipato. Fast forward, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, leo tuna Watanzania milioni sabini na moja wenye elimu mbalimbali, wenye digri za kutosha, wenye mamasters ya kutosha wenye vyeti vya kidato cha sita wenye vyeti vya kidato cha nne wenye diploma wenye certificate. Wapo kwa mamilioni wamejaa. Na swali la msingi, vipi ile promisi ya maisha bora kwa kila Mtanzania? Je, hawa vijana wame wanaiishi ile promise. Wale wazazi waliotoa kila kidogo walichonacho kuhakikisha kwamba watoto wameenda shule, hata kama ni kwa kujiuza miili yao wakaamua kwamba watoto waende shule, vipi? Wanaiona ile promise imekuwa delivered? Wakiangalia hilo katika uhalisia, hawalioni. Watoto wana mavyeti kibao, wamerudi mtaani, wana elimu lakini hawana ajira. Hawana ajira katika zile sekta za uchumi zilizoahidiwa na watawala, na wala hawana ajira katika zile trade zile economic activities zinazofanywa na familia zao, wamechukuliwa for years, 15 years wakawekwa kwenye kambi zinazoitwa formal education sectors za watawala, wakanyimwa fursa ya kujifunza shughuli za kiuchumi za familia zao, wakalazimisha kuwa dependent wenye maarifa ya mtawala ya kwenye vitabu, lakini ambayo haya translate kwenye maisha halisi, afu baada ya hapo wakatelekezwa mtaani hapo ndipo penye mzizi wa tatizo. Ukienda kufuatilia takwimu za ajira kwenye sekta rasmi tulizo nazo sasa hivi zilikuwa zilikuwa, zilichapishwa kwa mwaka jana Mei ithink ilikuwa it, it, it, Julai 2025 pale National Bureau of Statistics zinatuambia hivi kati ya Watanzania milioni thelathini na moja ambao ni economically active, ni Watanzania milioni nne tu waliopo kwenye sekta rasmi ya ajira. Watanzania milioni nne tu waliopo kwenye wenye ajira katika sekta rasmi, haijalishi wanaingiza shilingi ngapi milioni nne tu. Na kundi la vijana, kwa mujibu wa takwimu za population yetu, kundi la vijana wenye miaka 15 mpaka 35 Tanzania ni asilimia 35. Okay? 35 plus ni zaidi ya vijana milioni 25 kwenye population ya Tanzania tuki hata tu, tukiamua kusema kwamba okay tuseme kwamba walioajiriwa Tanzania ni vijana pekee tutagundua kwamba kati ya vijana milioni 25 waliopo kwenye population yetu leo ni vijana milioni nne tu ndio wenye uhakika wa kipato hata kama ni shilingi mia. Zaidi ya vijana milioni 21 wametelekezwa mtaani, hawana uhakika wa kipato. Na hapa tena ni muhimu kurejea kwenye ile konteksti tulioizungumza pale mwanzo mwaka elfu mbili na mbili kati ya watu milioni 17.8 ambao walikuwa economically active ni watu milioni moja tu walioweza kupata ajira kwenye sekta rasmi, na ilikuwa justifiable kwa sababu watu wengi walikuwa hawana elimu, watu wengi walikuwa hawana maarifa, watu wengi hawakuwa literate. Kwa hiyo ilikuwa reasonable kujenga hoja kwamba aisee, ninyi wengi hamna ajira katika sekta rasmi kwa sababu hamna maarifa, kwa sababu hamna ujuzi, kwa sababu hamjapata formal education. Well, akasema sawa bwana, si tunakubali kuwa isolated kiuchumi kwa sababu hatuna hayo maarifa yenu. Then from that point wakaanza kuwekeza vigorously kupeleka watoto wao shule wakasema kwamba hatutakubali watoto wetu wasipate maarifa kama sisi na, na, na, na mwishowe watengwe kiuchumi kama tulivyotengwa sisi. Tutawekeza kila tulichonacho, tutatoa kila kilichonacho, tutafanya chochote kile, ikiwemo kutweza utu wetu, kufanya biashara za hovyo kabisa, ikiwemo biashara ya umalaya, ili watoto wetu waende shule, kwa sababu tunakubali kusacrifice hii present yetu for the future of our kids. Wakafanya hivyo wakawekeza muda, mali, rasilimali zote, na malezi juu, ili watoto wao waende shule. Wakaenda shule, miaka ishirini na nne baadaye, watoto wao wana yale maarifa ambao waliambiwa wao hawana miaka ishirini na nne iliyopita, wana ule ujuzi ambao waliambiwa kwamba wao hawana ujuzi huo miaka ishirini na nne iliyopita, wana vile vyeti, wana ile formal education hiyo justify their economic isolation yet, wanashangaa pamoja na watoto wetu kuwa na elimu yote, pamoja na sisi kuwekeza katika kuwapatia watoto maarifa ambao tuliambiwa kwamba watakuwa wayapate, wawe integrated kwenye shughuli rasmi za kiuchumi wanajiuliza sisi ambao hatukuwa na elimu hatukuwa na maarifa hatukuwa na vyeti, tulikuwa tunafanya biashara ya ukahaba ili watoto wetu waende shule. Leo watoto wetu wameenda shule, wana vyeti, wana madigrii, wanama kila kitu ambaeza kuyaongea yeti, wanafanya biashara ile ile ya ukahaba ili kuendesha maisha. Kwa nini wasitoke kuandamana? Kwa kwa nini wasitoke kudai? They asking that question kwamba wao kwa sababu ya kutokuwa na maarifa, kwa sababu ya kutokuwa na ujuzi, kwa sababu ya kutokuwa na whatever you can mention, walazimika kufanya biashara za ajabu ajabu ajabu kuliko kawaida ili kuendesha maisha, ili kupeleka watoto shule, wakiamini kwamba the future is promising na waliahidiwa hivyo. For years, wamewaweka watu madarakani yo yo, kwa promise hiyo hiyo kwamba maisha bora kwa kila ki Mtanzania. Kikwete amezunguka kila mahali akiahidi maisha bora kwa kila Mtanzania. Mkapa hivyo hivyo, Magufuli hivyo hivyo. Leo watoto wao kwa mamilioni hawapo economically integrated katika sekta rasmi, hawana kipato rasmi, hawana uhakika wa kipato, achilia mbali kwamba wana yote ambayo wazazi wao hawakuwa nayo miaka ishirini iliyopita unawajengea hoja gani? Na vijana nao wanajiuliza, tulipoteza muda wetu na nguvu na kila kitu kuweza kuakumulate hii elimu mliotuahidi kwamba itatupa maisha bora. What happened to that promise? Yapo wapi yale maisha bora mliotuahidi? Kwa nini tunayaona kwenu tu hatuyaoni kwetu? They have a valid question na watakuua <laughs> bila kuwajibu le swali. This is the root cause of the problem ambao watawala wanajaribu kukimbia kimbia, lakini kama hiyo haitoshi, ndio vijana hao hawa ambao wanaona watawala hawana tone la nidhamu katika eneo la matumizi ya fedha za umma. Kuna zero fiscal responsibility baina ya watawala wa Tanzania. Vijana hawa milioni ishirini na moja plus ambao waliahidiwa maisha bora, wakaenda shule wakapata vyeti, shule za watawala, kariculam ya mtawala, pedagoji ya mtawala, walimu wa mtawala, kila kitu cha mtawala. Hakuna excuse yoyote ile, walichukuliwa wakawekwa umu, alafu ile promise aijawa delivered and then at the very same time wanamuona kiongozi wa mkoa mkoa ambao wao wanaishi kwa taabu na mateso kwa umaskini wa hali ya juu anatumia milioni mia sita arobaini kununua gari ya kutembelea. Ni kwa nini wasimchome moto huyu mtu? Wanaona katibu mtawala wa mkoa mkoa ambao wao wanasafoketi kwenye shimo la umaskini anatumia milioni mia sita arobaini kununua gari ya kutembelea. Kwa nini wasimchome huyu mtu? Wanaona mkuu wa wilaya katika wilaya ambayo wao hawana ajira, wao hawana means ya kipato, wao hawana chochote ambacho kinaweza kuwapa nafasi ya kuparticipate kama binadamu ya kuziishi zile natural right freedom justice and pursuit of happiness. Wanamuona huyu mkuu wa wilaya anaendesha gari ya milioni mia tatu wanaona mkuu wa mkoa wanakaa kwenye nyumba ya milioni mia tano katibu tawala nyumba ya milioni mia tano mkuu wa wilaya nyumba ya milioni mia tano Watu watatu wanatumia zaidi ya bilioni tatu wakati hawa vijana hawana kipato cha ja shilingi elfu hamsini Ni kwa nini wasitoke kwenda kuchoma moto? Ni swala la msingi sana, ambao tunapaswa kujiuliza. Ukawaambia mtakuwa na maisha bora, sio wawili watatu, wote inakuwaje leo baada ya kupata ile madigri mlio waahidi, baada ya kupata ile maveti yote mlio waahidi, wanaona wanaoishi maisha bora ni watu wachache sana, alafu wao hawana chochote kumtani, wametelekezwa. Think about this. Niliona video moja ya dada mmoja ikataka kunitoa machozi. Dada anafanya biashara ya ukahaba, yuko pale dar es Salam, amefuatwa na mwandishi wa habari, anaulizwa, kwa nini unafanya biashara hii? Akasema, ni maisha. Mimi sijachagua kufanya hii biashara, ni maisha, ni maisha ya tabu, ni maisha ya mateso. Sina kipato eh? Nimesoma lakini sina ajira, nifanyeje? Niendeshe vipi maisha yangu? Analalamika yule dada. Alafu wakati huo huo amenyimwa ajira, pesa ambazo zingeweza kutumika kumtengenezea ajira ndo pesa hizo hizo zinazotumika kumjengea mkuu wa wilaya nyumba ya kifahari, ndo pesa hizo hizo zinazotumika kumnunulia mkuu wa wilaya gari la kifahari. Alafu wakati huo huo wanamuona mkuu wa wilaya pale Ubungo anakuja kuwakamata wao kwa kufanya biashara ukahaba na kuwafunga. Kwa nini wasiende kumchoma moto? Think about this. Yani, wanamuona kabisa yule yule ambaye ndio source ya tatizo lao ndio huyo huyo anayegeuka na kuwasulubisha kwa, kuya, kwa, kwa kuwa wahanga wa matendo yake. Kwa nini wasiende kumchoma moto? Think about this. Ni kwa nini wasiende kumchoma moto? Emfikiria kwa mfano mwaka juzi kulikuwa kuna kesi kule, kule Iringa ya yule dada, sawa ni mama wa watu anayeonekana ni maskini. Unajua umaskini haujifichi unaonekana hadi kwenye uso wa mtu. Ni mama anayeonekana amechapwa na maisha kinoma ameenda amenunua nyama, sijui ni ya swala, sijui amemkamata ule swala, sijui amenunua nyama ya swala, maskini anayo kwenye kindoo kidogo, sawa ana vipande kumi na mbili vya nyama ya swala, swala paa wale ambao wakati sisi tunakua tulikuwa tunaenda porini tunawakamata tunachoma tunakula nyama tukiwa tunachunga mbuzi, amekamatwa kwamba ana nyara za serikali.